Bona mambo vipi? Leo naenda kuelekeza jinsi ya kuchenji kutoka kwenye hii modi ya default ambayo inaonekana hapa mpaka kuendesha modi halisi kama inayoonekana hapa. Jinsi ya kufanya, kwanza utadownload application inaitwa Tony Gaming TZ ambayo iko Play Store. Ni hapa, utaidownload, utaifungua kama sehemu kama hii. Utaenda sehemu alikoandika Maleo TZ. Modi siyo bure utaandika password inaitwa VIP. Hiyo password VIP sio kwamba ndo ndani utakutana na hiyo modi bure au nini, zinauzwa hizi modi za ndani. Ila VIP ni nizuia, ili mtu aweze aelewe kitu anachoenda kukifungua ni nini sasa. Baada hapo, sasa mimi kwa saizi nataka Maleo. Nataka Maleo basi, modi ambazo ndaweza ni modi za mabasi halisi hizo. Kwenye game lolote lile la Play Store au au ulionunua kwangu mfano, utachagua modi, zipo nyingi, utachagua modi unayotaka, kuna katalama kuna chakabi kuna nini, utachagua modi, zipo nyingi, utashuka modi moiiuua moisa tagusa hapa i niweze kununua hiyo modi nikishanunua Ndo taweza kuja kuweza ku download. Lakini ambapo hapa ukirudi tena hapa kuna sema ni kama mapu modi. Nini maana mapu modi? Hii mapu modi ni mapu ambayo ni modi ya mapu ambayo inatumika katika game la maleo. Wengi wanapata na wanunua game kwangu huwa wanunua full modi ambayo inakuwa ina mapu kabisa ndani hii mapu modi. Ila kutaka mapu modi, modi zingine unaweza unaweza ukacheki pia hapa hapa. Hii saizi ni mapu modi ya Morogoro Dodoma ambayo ndio hii hapo. So, kagusa ukagusa hapo ukaja kuangalia bei yake na ukaweza kuinunua kama utakuwa hauna hii mapu. Ukitaka mapu nyingine pia utazikuta hapa hapo, utachagua mapu unaoitaka kwa hapa chini utashuka uenda. Kuna mtu anaangalia hii video yeye anataka kila kitu kiwe full, anataka modi ya basi kwa muda huo, kwa sababu ni moja ambayo atanunua, au zingine atanunua baadaye, atataka mapu atataka mapu mapu pia atapishana atakapishana tena na mabasi maba, maba ya halisi kabisa ya tizi Anafanyeje? Angalie hapo mbele hapa, utaenda sehemu alikuandika Tanzania game sio bure. Hapa utaenda android game, ni android game. Hapa utashuka chini utakutana na hii hapa maleo, hii ndo in, inakuwa ina kila kitu, lakini utapata modi za mabasi mbili tu zingine ambazo uta, modi zingine utabidi uzinunue wewe mwenyewe kwa shilingi elfu tano modi moja moja, kama nilivyoeleza hapo nyuma utapata modi moja ambayo ni free. Kwa hapo ukienda hapa utaangalia na bei yake ambayo gharama yake shilingi elfu kumi na saba ambayo unapata kila kitu full hapo, yaani maanake kila kitu utakipata hicho hapo full. Kwa wale ambao wanataka ambao yaani wa, wa, wa ndo wanaanza na shauri, anaweza akanunua vyote kwa wakati mmoja kwa shilingi elfu kumi na saba akatapata mapu modi, akapata modi ya basi akapata pia na trafiki modi, alikupishana kupishana na modi za mabasi halisi, ambayo hiyo sio sasa sio ya Play Store. Sasa hiyo hapo ni yetu sisi hapa, kwa wale wa game wa Play Store ambao labda wanataka tu mapu wanataka na modi, kama ni hapo nyuma, kama maelekezo ambayo nimeeleza hapo nyuma. Asante, nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa kategori zote za kuhusiana na hiyo maleo modi na kila kitu.